Tunamwita mshabiki wa Simba mbumbumbu. Umeelewa? Kwa hiyo yani, wao sasa hivi walichobakisha. Wa sawa, sisi tunaongea uhalisia wa, wa mpira. Chama tumemtengeneza sisi. Tumemtumikia, ametumikia klabu yetu misimu sita, kashindwa kuipeleka timu wapi? nusu fainali leo. Anakuja mpanzu nusu msimu, hebu angalia, mtu kakaa miaka sita kashindwa kuipeleka Simba nusu fainali, anakuja mchezaji amekaa miezi minne mpanzo, mpaka sasa hivi anaipeleka Simba nusu fainali na anaipeleka Simba fainali, miezi, si miezi minne, Volcano sijui umeelewa? Sasa wewe, mimi eti unasema eti eti, kuna mwana Simba anaweza akakaa eti Chama, akaa amlilie Chama, Chama tumlilie Chama zisi yaani kinyago tumekichonga wenyewe, leo tukililie, tukitutishe <laughs> sio, tumemtumia chama alikuwa bora, umeelewa? Kaja kufundishwa skills za simba. Simba sio chama tu. Leo unapomzungumzia kibdeni, sasa ametolewa mbia site, kibdeni sasa hivi profile yake nani anaweza akaibeba hapa Tanzania kwa wachezaji wa ndani? <laughs> Unajua? Ndio hey. maana nikakwambia mpira wa Tanzania unaharibiwa na nini? Unaharibiwa na propaganda za wachambuzi wa mpira. Yeah. Umeelewa? Hmm. Achana na vitu vya kutengeneza, eti wewe usiku kuna ofa imetoka waidadi idadi. Hivi wewe wa idadi wakutaki wa wewe unaweza ukagoma wewe. Sisi siezi na mpira wenyewe kwenye hiyo klabu. Yaani <coughs> leo waidadi idadi Casablanca ana kesho kutwa anaenda Marekani anaenda kucheza klabu bingwa wa dunia. Mzinzi akataye. Yanga sema muunzi lakini. <laughs> <laughs> Mzinzi akataye. Konda waida ni Kasablang, Mamelodi wametoa macho kabisa, wanamhitaji Azizi Ki. Azizi akatae. <laughs> Achana na ofa za kutengeneza, ofa zinajileta wenyewe. Umeona Chama na Mixon walivyondoka Simba, tulizuia wanaume. Amekuja bwana, vipi? Tunataka Chama, beckane Meshon anakuja, tunataka huyu. Yeah. Tunataka Jose Ruiz Mixon. Yeah. Wao umemsumbua nani mpaka watu, watu, watu waje kuhitaji? Hivi vilabu vikubwa ukiona vinahitaji wachezaji humu wasumbua Mixon ametakiwa na National Rally, Mixon amewasumbua National. Umenelewa? Yeah. Anatani na kushoto dakika ya 34. Anatani na kushoto anapiga na kulia. Umenelewa? Yeah. Alishanawi alikuwa hajafungwa goli hata moja. Barani Afrika anakuja kukutana na Mixon. Mashine inapigwa, goli likawa goli bora. Anatoka hapo tena wanaenda Mixon akasema ngoja tumwangalie huyu mtoto. Labda kwa sababu uwanja wao zile kelele ndo zimempa nguvu. Akamwambia subirini. Kule, kule kule tena ndani ya Cairo Stadium. Mwanaume anapiga mashine dakika ya 84. Anapiga inaenda kugonga besela juu. Alishanawi, anampa taarifa anambia maliza mpira umeisha. Kwa nini anafanya mchezo wewe? Hata ni uwe huyu maliza mpira. Dakika ya 86 alishanawi anasema mpira umeisha. Sasa wewe mchezaji wa Yanga yupi aliyofanya hicho kitu? Kafanyaje? Hakuna <laughs> <laughs> anemkataa Aziziki. Umenelewa, mimi mpaka leo simkataa Aziziki. Aziziki ni mchezaji mzuri, isipokuwa umri wa Aziziki umeshaenda. Tatizo la watu wa Yanga ndo hichi tunachokisema, influensa wa Yanga hawezi akaongea uhalisia. Kwa sababu sababu gani? Kwa sababu wanalelewa katika malezi. sababu gani? Kwa sababu wanalelewa katika malezi ambayo ya kimama mama mama, ya kimama mama <laughs> maanake, si ndio analelea familia, anayemdekeza mtoto, jamani, ni baba au mama? wanalelewa katika malezi hayo. Leo not only kupanda ndege even 5000 kuitoa kuingia groundini hawa hawataki, yeah. mara ngapi hapa uwanja ule pale tiketi hapa zinaenda kuuzwa uwanjani? Simba uko sold out, Yanga bado tiketi zinaenda kuuzwa uwanjani. Mara ngapi! Mpaka siku ya mwananchi tiketi zinauzwa uwanjani, Simba sold out 2 days before. Kwa nini? Mashabiki wa Simba tumelelewa kibaba, yaani tunajua kabisa we must pay something in order to get what tusapote wa timu kazi ya mshabiki ni nini sasa? Kama wewe kila kitu unataka ubebwe ubebwe, si si si, si. Ina maana Yanga wamezoea kuingizwa bule uwanjani, lakini sio kuingiza bule wapi, umeelewa? <laughs> <laughs> wamezoea kuingizwa bure uwanjani na hivi sasa, sasa hivi washama kwenye uwanja, wamehamia mpaka kwenye kusafiri, anataka asafirishwe <laughs> <tos> <tos> we maiti wanahitaji kusafirishwa <coughs> sasa, <wale, aha>, hebu angalia <coughs> <coughs> unaambua Yanga ndio timu ambayo imefanya usajili bora East Africa. hebu angalia, alivyokuwa na hatari, sio Tanzania, East Africa, Yanga ndio imefanya usajili bora, twende kwenye huo usajili bora huku kuna kagoma huku Simba huku umekoa kukagoma, unaenda kuondoka na nani? Huku na kagoma huku na Aziza Ndambuile, nani kafanya usajili bora jamani? Hapa huku na Dike Abuye huku na mavambo, Deborah Fernandez, mavambo Mwelewa, wewe? Yeah. Yeah. Leo mbadala wa Alidi haucho Yanga kama wangekuwa wapendi vitu vya bure hawa wangeongea uhalisia timu yao wa ingejengwa. Yanga walitakiwa waanzie pale walipoishia, walipocheza na Mamelodi Sundowns. Yanga ilikuwa bora, lakini sasa wale wachezaji, kwa sababu washatumika, ni kidevele kiduka King kimaraga kwa hiyo wanatakiwa wapate nini? Watu wakuwabusti hao wachezaji. Unawabusti vipi hao leo? Unapomzungumzia Fabrice Ngoma, sijui unaelewa. Unapomzungumzia Fabrice Ngoma, kwa nini Fabrice Ngoma, watu watu wa Simba tulikata tamaa kuhusu Fabrice, kwamba ameshaisha, chuma kimeisha kile. Kwa kwa nini Fabrice Ngoma amerudi mchezoni? Kaletiwa watu nyuma yake, yaani Fabrice Ngoma akilala, anakaa anafikiria, kuna mavambo kuna Kagoma, kuna Okajaifa. <laughs> umenelewa wa utaacha kucheza mpira wewe lakini, leo Alidia Huchwa akilala anacheka analala huku anacheka. Kuna Mkudet, kuna Azizi Yandambwile, kuna Shua Boy hivi, kuna mtu anaweza akamlaza macho aka aka Alidia Uchwa? ndio maana anacheza anavyotaka. Akiamua leo mechi, sielewi, leo nimeumia huyu, utamwona anachechemea anatoka nje. Lakini leo ngoma, ngoma, alika, alika benchi mechi tatu tu, utamwona ngoma kakaa tu namna hiyo, huu mziki huu. Yule Deborah pale katikati anatema mate kushoto, anapiga kulia. Akaona eh, siku aliopewa nafasi mechi ya mwisho na Costi. Debora, anaumia mechi na Kosti, ndo anaambua sasa. Tazamu yako ingia, mwanaume alivyoingia pale, mwanaume Debora anacheza mpaka leo, ndio maana ya boosting. Huwezi wewe, gari yako inatumia umeme mkubwa, imefeli barabarani, umeipaki unaambua nenda katafute beti uje kuibusti ile gari wake, unaenda kusimamisha pikipiki, unachukua pikipiki ya Bwana John ibusti ya ya gari yangu, hayu mari una akili wewe. GB sitini na nne Meneja wa habari wa Young Africans Ari Shaban Kamwa anasema wao wamebakisha mechi tatu katika ligi kuu so, soka Tanzania bara NBC. Mechi ya Simba na Yanga wao waitambui, na kauli yao moja tu atucheze atucheze atucheze. Wakati huo wa Mnyama Simba na viporo vinne. Kaka, hata kama ningekuwa mimi, ndio hichi ninachozungumzia kwenye usajili. Ina maana hao wangeongea uhalisia, ili swala kukimbia mechi singekuwepo kuwepo. Mimi hapa mwanzo na akili zangu timamu. Ile mechi mimi niligundua Yanga watakimbia 3 days before Niulize dalili <laughs> utanielewa. Nani kakimbia hivi? <laughs> hata kama wewe ndio mwenye kiti wa klabu yule mpanzu. <laughs> Kibdani si mmoja tu amesababisha penati tatu na tukio la goli moja, yaani kibdani si huyu, <laughs> mechi nakuisha. <laughs> Alafu leo umeongezewa mpanzu hapa. Wewe unaeta timu <laughs> ikiwa Waarabu wale Almasiri wana namba mbili ya timu ya taifa ya Misri, Mohamed Alishatifu, yule ni namba mbili wa timu ya taifa ya Misri. Ana miaka ishirini na mbili kashindwa kumkaba mpanzi mechi zote mbili <tipulikimu> si so, umenelewa? wale nani, wale nani, Staraboch wana namba mbili ya timu ya taifa ya South Afrika kashindwa kumkaba nani, mpanzu. Israeli Mwenda <tipulikimu> <tipulikimu> aje kumkaba mpanzu? <tipulikimu> Wona balaa, we umeelewa? Yango ana akili sana. Mimi nimwasifu kukimbia garika, lilikuwa linakuja. Angalia wewe, angalia taswira ya mechi ya kwanza walivyocheza. Unajua Yango anatembea na slogan ya goli tano, si umeelewa? Eh? Yanga anatembea na slogan ya goli tano. Goli tano hizo umemfunga nani? Goli tano hizo umemfunga Inonga, umemfunga Saido, umemfunga Chama, umemfunga Mixon, umemfunga Aishi Manula? Wapo wa Simba anacheza yaani, yule ni sawasawa na, na, na, na mgonjwa aliyekuwa ICU apumui anapumulia mashine, unaweza kusema men na ndugu hapo. Huyu huyu Tanzania, we sasa, we chukua taswira ile mechi ya kwanza tulivyocheza nao, mechi ya kwanza Simba haijaungana siotua, tunasema wote Simba haijaungana eh? Lakini Simba haijafungwa ijafungwa, nyie wana Simba eh, eh, eh, wana Simba, nawaambia Simba haijawahi, haijapoteza mechi kwenye ligi hii. Sababu nazo Simba hatujafungwa kwenye ligi mpaka sasa hivi, hakuna timu ya kutufunga. Si tumesuru mechi hizi, tumesuru mechi hizi, lakini hatujafungwa. Ile mechi sisi hatukufungwa, muulize mtu... mchezaji... nani aliofunga goli, mchezaji wa Yanga aliyofunga goli nani? <laughs> na Kayoko alisimamishwa kuchezesha mpira miezi mitano kwa sababu ya nini? Kachukua nani, na? Hajanielewa, kachukua nani? Kanuni ndo zinazungumza ndo zimempa, umenielewa? <laughs> kwa hiyo sisi hmm, ligi hii hatujafungwa. Sisi tumefungwa na Kayoko, hatujafungwa hmm, na Yanga, umenielewa hmm? kwa hiyo unapoizungumzia Simba sawa, uizungumzie katika ukubwa wake. Leo kitu chochote cha Simba ukikizungumza, uwezi ukakizungumza kwa dakika mbili, umenielewa hmm? Ukianza viongozi eh? Ukija mpaka yani mpaka wachezaji profaili zao ni kubwa mno. Tumalize na hili, mnyama Simba anakupeperusha bendera kule South Africa. Ikitokea mnyama Simba ajaenda fainali, nani alaumiwe? Viongozi ama benchi la ufundi? Wakati huo Young Africans wao wametinga fainali na kuchukua medali. Kwanza hilo swala la kusema kwamba, katika mashabiki wagumu wenye mioyo migumu ni mashabiki wa Simba. Kwanza tuna imani na timu yetu, mnaelewa. Simba asipofuzu kule, mimi najiuzuru kuongea kwenye media, yaani msimu wote mpaka unaisha utaanza mwakani mm. na si na siendi kiwanjani ngo. Yaani Simba sipofuzu kwa ile Stella Boch, si umeelewa hapo? Umeelewa? Sisi tunajiamini, tuna timu bora. Kwa nini? Tunaenda kitaalamu. Yaani sio tunaongea, tunaenda kitaalamu. Simba ilienda ukanda wa unafu, kwani mpira wa Afrika jamani, uko wapi? Upo kaskazini, si ndio? Simba kaenda kaskazini, kacheza na timu ngapi msimu huu? Timu hizi si umeelewa? Wale selabo wameenda ukanda wa unafu, wamecheza na timu ngapi? Timu mbili. Tuangalie sasa bao statistics hapa zinasemaje? Simba kaingia ukanda wa unafu, kafungwa mechi moja, kashinda mechi moja, kasuru moja. Hizo mechi za away hizo. Mechi za nyumbani kashinda zote tatu. Mwanaume mwanaume huyu. Ina maana katika mechi sita tulizocheza ukanda unafu, Simba ameshinda mechi nne, kasuru moja, kafungwa moja. Sebo chikanda ukanda unafu mechi nne. Sawa? So, katika mechi nne. Sawa? Katika mechi nne ameshinda mechi na Zamalek. Kafungwa goli 14. Simba kule kafungwa goli mbili tu. Wewe unafahamu chanzo na huyu mwanaume huyu. Mtu kafungwa goli 14, mtu kafungwa goli mbili. Hiyo statistics ya kwanza, statistics ya pili, twende kwenye ligi zetu. Wao ligi yao namba nne si ligi yetu namba tano, namba sita, si umeelewa? Si yule amecheza mechi 22. mbili si umeelewa? Si katika mechi 22 mbili ameshinda mechi kumi na nne, kafungwa mechi sita, kasuruhu tatu, si umeelewa? Ana point thelathini na tano kafunga goli ishirini na moja si umeelewa? Amerusu goli kumi na sita Mwona huu, ina maana ana goal difference tano. Simba amecheza mechi ishirini na mbili, kashinda mechi kumi na nane, kasuruhu tatu, kafungwa moja kwa dhuluma sijui <laughs> mwenaelewa, ana pointi hamsini na saba. Wote tumecheza mechi ishirini, yeah, si na mbili yee, ishirini na mbili, si ishirini na mbili, si tuna pointi hamsini na saba, yeye ana pointi selasini na tano. Hii kwenye ligi, kwenye magoli, magoli ya kufunga Simba amefunga 50 plus kasuru goli nane kwa Simba. Ina fuadi bola alafu ina, ina, ina beki nini bola. Twende kwenye clean sheet za magorikipa wetu. Gorikipa na clean sheet nne, Simba golikipa na clean sheet kumi na tano plus. Turudi kwenye mashindano ya kimataifa, katika mechi sita za makundi. Umeelewa? mechi sita za makundi, Simba kashinda mechi nne, kasuru moja, kafungwa moja, kamaliza na point kumi na tatu, kaongoza kundi Kafunga goli nane karusu goli nne, ana positive nne yule. Kwenye makundi kacheza mechi sita, kashinda mechi mbili, kasuru tatu, kafungwa moja, ana point tisa, kashika nafasi ya pili. Hana goli ana negative nne, karusu goli kumi, kashinda goli sita. Kwa hiyo beki yake mbovu na fuadi yake butu. Huu ndo mpira unazungumzwa hivi, usifikiri tunaongea bla bla, yaani statistics ziko wapi? Sasa sio unakuja na makaratasi yako hapa kama mwalimu Yanga. Nikushukuru sana. Asante sana.